Tabora, karibu Toronto. Fursa ya kwanza ni ile fursa ya mikopo ya asilimia kumi, mikopo ambao unatoka halmashauri tambuu asilimia kumi ya mkopo inaanzaji au ikoli katika kila halmashauri, kwa maelekezo ya serikali yetu, mapato yote yale wanatakiwa watenge asilimia 60 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Wakishachegasii asilimia sitini kwa ajili ya inani ya emeo, wanatoa asilimia kumi kwa ajili ya mikopo kwa makundi maalum, makundi maalum ya vijana, wanawake nawake. Kwa hivyo wewe kama kijana na uko katika katika makundi maalum so, ao mwakajana mhesh, Mheshimiwa Rais alifungua wazi dirisha la mikopo ya si baada ya kuwa limefungwa kwako. Mpaka leo baadhi yetu hawajui kwa nini vilifungwa, kwa sababu kuna vitu vilikuwa haviendi sana. Mheshimiwa Rais alitaka wale waratibu waweze kutengeneza miongozo mizuri, mikakati mizuri, na utaratibu wa uwazi na wa haki, ili iweze kufunguliwa upya fursa hii, jiso kila ambaye ndio targeted person. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais mushoni mwaka jana pisha ikafunguliwa, Mwongozo mpya ukaja. Mwongozo huu mpya, kiukweli umeweka wazi vitu vingi sana. Kizuri ni zile kamati ambazo zinashirikia huko, iko kamati ya ngazi ya kata, wilaya, management ya halmashauri na kamati ya uhakiki, hadi vyombo vya usalama vinahusika, sisi wanaingia ili mbali, ule mchakato mzima uweze kumfikia yule ambaye amefanya, amekusudiwa. Kwa hiyo hii ni fursa ya kwanza na ya peni mfano, kwa halmashauri yetu ya manispaa ya Tabora mpaka sasa hivi tumeshatoa mkopo kwa robo tatu za mwaka, robo ya pili 24 25 robo ya 3 24 25, tatu, 25 na robo ya 4 24 25. Fedha ambazo zimetoka mpaka sasa ni bilioni 2 bilioni 190. Fedha hizi zimewanufaisha vikundi 163. Hivi vikundi 163 vina jumla ya wanachama mia saba thelathini na tano. Tujihukumu mwisho, wanachama mia saba thelathini na tano, fedha ni bilioni mbili nukta moja. Tafuta average, kila mmoja anaweza kama. Sasa iweje wewe ukose. Hii ni halmashauri ya manispaa ya Tabora tu. Siwezi kuzungumza kusura, siwezi kuzungumza kuskaliwa, siwezi kuzungumza nje ya fursa zote hizi ni kwa ajili yetu. Sasa ninyi kama vijana ambao mmejitoa toka na, Mwawo, Mwagina, na soma", eh, kuwa sehemu ya Chama cha Mapinduzi ambacho ndiyo chama kinachosimamia ilani na serikali ipo kwa ajili ya kutekeleza yale ambayo ninyi mnasimamia. Kwa nini msiwe sehemu ya kunufaika na mkopo? Fursa ya pili ni fursa ya uzabuni ziko tenda mbalimbali ambazo zinatolewa na mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma e r a kwa sasa hivi, huko mwongozo unasema hivi: katika kila tenda ambazo zinatoka, asilimia thelathini ya hizo tenda inatakiwa iwanufaishe makundi maalum: vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Huko mfumo unaitwa shajisajili kama vikundi unakuwa na sifa ya, ya, ya kupi ya kushindana katika zile tenda za kiserikali ambazo zinatoka takupiri. Mfano kwa sasa hivi kwenye mfumo, vikundi nchi nzima ambazo vimejisajili katika mfumo wa NEST viko mia tano plus nchi nzima, na kwa manispaa yetu ya Tabora havifiki ishirini, na tayari serikali imeshatangaza tenda zenye thamani ya zaidi ya bilioni kumi na tano ambapo hizo tena asilimia 30 inatakiwa makundi maalum ambayo vijana. Kwa hiyo kama hatochangamkia fursa hii, maana tunakwenda kukosa kubwa sana. Zipo gharama chache za kuingia katika mfumo wa nest, na elimu hiyo tunazo tukaitoa na hizo gharama zisipumize kichwa ni chache tu, baadaye kuna kunufaika zaidi hii. Kwa hivyo, fursa namba mbili. Fursa namba tatu, so, ni mikopo ya wafanyabiashara wa ndogondogo. Mheshimiwa Rais amesambaza nchi nzima bilioni kumi na tisa kwa ajili ya kuwagusa wale wafanya biashara wa ndogondogo machinga. Ukizungumza machinga, tunamzungumza ule mtu ambaye anauza ama ni mchuuzi wa zile bidhaa, anapanga chini au anatembeza mkononi, kwa baskeli, toroli na mfano huo. Ziko fedha zimetengwa kwa ajili yao, lakini ili mtu aweze kupata fedha hizo kwa mkopo Lazima awe na kitambulisho cha mjasiriamali. Kile kitambulisho cha mjasiriamali kinapatikana kwetu wizara ya Mene, anajaza fomu vizuri, kishaijaza unamwingiza katika mfumo unaitwa o, anakuwa anatambulika kwamba huyu ni mfanyabiashara mdogo. Baada ya hapo, analipia ishirini, anapata kitambulisho natoka wizarani. Akiwa na kile kitambulisho anakwenda benki, kwa sasa hivi serikali imeingia ubia na benki ya AAB Kenya, katika mkopo kwa tena kitu chake. Benki pale anajieleza, wanampa taratibu za, anapewa mkopo kulingana na ukubwa ama sifa za biashara ambayo anaifanya. Kwa hii ni fursa namba tatu. Kwa hiyo kama kijana, ndio unapofuata, unaweza ukaanza biashara yako ndogo. Kuzungumzia kwenye biashara ndogo ndogo, ni ile ambayo mtaji wake ni laki nne kushuka chini. Kwa hiyo unaweza ukaanza atafuta kitambulisho hicho anafikisha ukaenda kuchukua mkopo ukaanza. Kisha hii ni fursa namba tatu. Fursa namba nne ni ajira za serikali, ajira za kuajiriwa. Inashangaza Mheshimiwa Mwenyekiti, Ulaya na tathmini hapo kwa vijana hao, hata asilimia hamsini haiwezi kufika, ambao tayari wanayo akaunti ya ajira koto bado hawana mpaka sasa. Sasa unamaliza chuo mpaka sasa una akaunti ya jirapoto na unataka kuajiriwa, ili anza sasa. Hakuna kipindi ambacho serikali imwaga ajira nyingi pniichi toka tupate uhuru. Zamani tuliambiwa wazee, ajira zilikuwa ni rahisi, lakini hazikuwa nyingi, kwa sababu wasomi walikuwa ni wachache. Sasa hivi ni wasomi wengi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia amemwaga ajira nyingi, konase hapakuwa kuwa na rais katika nchi yetu ya Tanzania aliyemwanga ajira nyingi zaidi kuliko Samia. Sasa ajira ajira, kama wewe huna ajira kwa account manajaacho, changamka ongea na oh, yeah. mwenzangu maarifa changanya na taarifa, ukivichanganya vizuri utajua dunia ni moja wapo. Ongea na wenzako wakuelekeze namna nzuri ya kufungua akaunti ya jirapoto, uanze sasa, kwa sababu kuna sifa ama zikuakira ambazo zinakutaka mtu kama wewe, wala hazihitaji zile. Na ukimaliza unakuwa tayari usha masta mfumo wa jirapoto, unatembea nao. Hizi ndio fursa ambazo vijana. Fursa nyingine ni ruzuku. Serikali yetu kupitia mamlaka mbalimbali inatoa ruzuku mbalimbali. Kwa mfano wa ruzuku ambayo inatolewa na mfuko wa tafu, ambao uko chini ya TFS. Hii ruzuku inawagusa wale watu ambao wanafanya miradi ya kutunza mazingira. Kufuga nyuki ni kutunza mazingira. Tanzania haiwezi kuzungumza kufuga nyuki na asali bila kuitaja Tabora, na wewe liko na Tabora. Kwa hivyo ukiwa na mradi wowote ukautengeneza kiujunifu ukaandika andiko lako, muwe kikundi ama mtu mmoja mmoja, TFS chini ya mfuko wa tafu unapata ruzuku, na ruzuku imebanii katika sehemu tatu. Iko ruzuku ndogo no, mpaka milioni tano, iko ruzuku ya kati mpaka milioni ishirini, na iko ruzuku kubwa mpaka milioni hamsini, mtu mmoja mmoja au kikundi. Sharti tu uwe na miradi ambayo inatoza mazingira. Hii ni fursa nyingine ambayo naomba niwaambie ipo, na kwa kuwa nyinyi ni vijana, fursa zote hizi ili uweze kuziona kwa ufasaha zaidi, ipo katika mifumo, ipo kidijitali zaidi, kiingia katika mifumo, katika mitandao unaiona zote. So hizi zimekuwa zimekuwa nao. Fursa nyingine ni ufadhili wa masomo. Serikali yetu imeendelea kuwatazama vijana kwa kuunganisha na fursa za elimu zaidi. Elimu ni bahari, elimu haina mwisho, lakini kila mmoja ana ndoto zake, anataka kufika wapi kielimu. Serikali yetu huwa inatoa fursa nyingi sana za ufadhili kwa kushirikiana na nchi za wenzetu, skolaship za China nyingi, Korea, Japani, Arabi, vyote ziko fursa. Kwamba kamba nataka niendelee

Kupitia YouTube channel, gonga na subscribe chaneli yetu ili uwe wa kwanza kuhabarika na kuburudika na Toronto Online TV. Karibu Tabora, karibu Toronto.